Eh, unaambia babu, mwanamke akiwa mkali sana usishindane naye. Mwanamke akiwa mkali sana, achana naye, msishindane. Manake jinsi ninavyoshindana inaonekana kama nyinyi wote machizi, na lazima mmoja awe mjinga kwenye hiyo nyumba, ndio mu, muweze kuishi. Ukitaka kuishi na mwanamke lazima kubali kuwa mjinga, manake kuna wanawake walizoea kufokea wanaume hiyo nao utambue. Kwa hivyo brother, unapokaa na mwanamke lazima umsome mwanamke wako jinsi alivyo. Kuna wenyewe tu wengine ni nuksi tu. Mm. Hawezi kuishi na mtu bila ya kukombanizwa ama kupigwa makofi. Kwa hivyo wakati mwingine, wakati mwingine, utulivu yani kwa kimya pia kunasaidia. Kwa kimya kunaweza kuwa dawa kwake. Anapokuongelesha wewe unatulia, anapokuja kali unatulia. Umetoka kazini umechoka. Brother, chukua maamuzi kama mwanaume. Usiishi tu kwa kuwa uko na mke, basi wewe ndio uko juu. Hapana.